Stella Simon Fiyao leo nimefika hapa kwenye ofisi za wilaya chama cha Mapinduzi. Lengo kubwa ni kuja kuchukua fomu kwa ajili ya kuomba ridha kwa chama changu cha Mapinduzi ili kiweze kunipa ridha ya kugombea ubunge ndani ya wilaya ya Ileje na nimekuja hapa kwa sababu unajua, ninaweza nafasi hiyo ninaiweza na kama mnavyojua, nilikuwa mbunge viti maalumu kwao, naweza kweli kweli kwao nimekuja ili kuomba ridha kwa chama changu kiweze kuniruhusu niweze kugombea ubunge ndani ya jimbo la Ileje.